Mpenzi mtazamaji wa Aletius TV, na kupeleka sasa moja kwa moja kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM katika kata ya Nkwenda, na leo nimepata bahati ya kukutana na msemaji wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nkwenda, unaweza ukamwita katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi uh, kata ya Nkwenda. Mimi ni Eladi Simhoza, ukipenda niite Mhoza, Eladi Simhoza. Nikupeleke kwa mgeni wangu wa karibu sana. Asante. Wewe unaitwa nani? Unaweza kujitambulisha na ukasema wewe ni nani katika chama cha mapinduzi? Mimi ninaitwa Karuhanga Emmanuel Mhoza ambaye ni msemaji wa chama cha mapinduzi kata ya Nkwenda. Msemaji wa chama cha mapinduzi kata ya Nkwenda, una nini cha kuambia wana CCM wa Nkwenda? Kwanza nitangulie kumshukuru Mungu kwamba wana CCM wa Nkwenda wanatambua kabisa kazi inayofanywa na chama cha mapinduzi, lakini kazi inayofanyika kwa serikali ambayo inatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi, kwamba ni kazi inayojionesha. Lakini pia niseme kwamba hatuna kazi ngumu, inaamini kila Mtanzania yeyote hata wa elimu ya chini anatambua kazi inayofanywa na serikali ya chama cha mapinduzi umekuwa madarakani ukisimamia serikali kwa miaka inakaribia kuwa mitano, tunaenda kuenda kumaliza uh, miaka mitano, ukiwa unaisimamia serikali, unaweza ukasema serikali yako unayoisimamia imetekeleza kwa asilimia ngapi maendeleo ya mtanzania mmoja mmoja hasa kwa kata yako ya Nkwenda? Niseme kwa kata ya Nkwenda, tunazo asilimia zaidi ya themanini kama sio tisini na kitu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba kazi zimefanyika na zinaonekana. Hivi juzi tu lami inakwenda kuanza wa China tunao saiti na shughuli za kujenga lami ya kutoka Rwenkorongo mpaka Omrushaka zitakwenda kuanza mara moja. unasema shughuli za ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami zinaenda kuanza mara moja, tayari wakandarasi wako saiti. Heshima kwako kwanza, kama msimamizi wa Chama cha Mapinduzi, wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini je, nini faida ya barabara hii pale itakapokuwa imekamilika, ukikumbuka kwamba eneo lako kwanza ni kata ya biashara kwenye wilaya yako ya Kyerwa lakini pia ni wilaya iliyoko mpakani ikiunganisha nchi za Rwanda na Burundi. Nini manufaa ya watanzania kutoka kutoka kwenye hii barabara ya lami inayounganisha wilaya hii ya Kyerwa na taifa kwa ujumla? Kweli Mheshimiwa mtangazaji, kama unavyoweza kujua, barabara ni fursa, na barabara ikisha kuwepo nzuri ya kiwango cha lami, tutashuhudia magari makubwa, magari ya ketegaya na magari mengine yanayokwenda mikoa ya nje, Dar es Salaam, Arusha na kwinginepo. Magari makubwa yataanza kutoa hapa Nkwenda mpaka Kaisho, lakini pia zipo fursa mbalimbali kama unavyojua, Nkwenda ni mji wa biashara. Sasa tunao wafanyabiashara wakubwa na wakati pamoja na wachini, tunategemea barabara hii itatupeleka kwenye kiwango kikubwa tofauti na ilivyo sasa mimi ni kushukuru kwa upande huu wa barabara. Umesema inaenda kuweka motisha kwenye biashara, kwa biashara wa juu wakati na wa chini, vizuri sana. nini unawambia sasa Wanankwenda, wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, lakini wapenzi, wapenzi wa serikali makini na iliyo bora kuelekea kwenye mtanange wa utafutaji wa wagombea wa viti vya udiwani na wabunge, nikitambua kuwa daktari mama Samia Suluhu Hassan, mama anayevaa kiti cha urais na chenji na baki, tayari ni mgombea wa urais kuelekea uchaguzi wa Oktoba. Wabunge na madiwani unawashauri nini kuhakikisha kwamba tunapata viongozi wazuri kupitia Chama cha Mapinduzi? Kwanza kabisa ni kushukuru, lakini pia niseme kwa mama huko hatuna jambo, kazi imekwisha kufanyika. Lakini pia kwa wabunge na madiwani sisi ni watoto wa mama mmoja na baba mmoja, kama Chama cha Mapinduzi, na muda huu tunaoendea ni habari ya kuanza kuchukua fomu kupimana, kama watoto wa baba mmoja. Baadaye tutapata mmoja atakaye kwenda kuwakilisha, kwenda kuchuana na watu wengine wa vyama vingine vya siasa. Kwa hiyo ninaamini tu kwamba sisi hatuna shida, tusigombane njiani, maana ninatambua kabisa kwamba wakati mwingine vyama vingine vinaweza vikawa na mikoronjo lakini sitegemei kwa chama cha mapinduzi. Maana chama cha mapinduzi ni chama ambacho pekee kina utaratibu kina miongozo kina katiba ambayo inatuongoza kabisa kwamba utakuwa ni mchujo wa chama kimoja na baadaye tunakwenda kwenye ushindani ulio kwa mbele yetu. Unawahakikishaje sasa wa wenye nia ambao bado hawajazitoa nia zao, na ukikumbuka kwamba muda wa kurejesha fomu bado, wajipange vipi? Je, chama chako katika eneo lako la utawala kama msemaji wa CCM kata Nkwenda, mtajali misingi ya haki, utu na demokrasia kuakisha kwamba mtu anayepatikana habebwi, bali anaenda kwa siri zake? Aa, nimetangulia kusema kabisa kwamba chama chetu ni chama ambacho kina utaratibu, kina katiba, kina miongozo, kina kanuni. Ninategemea baada ya kumpata mmoja lazima hatuna makambi. Tunatambua huku chini yupo mtu anaweza kampena mtu fulani, yupo mtu anaweza kampena fulani, lakini baada ya uchaguzi ule wa kura za maoni tunategemea tumpate mmoja, na huyo mmoja ndiye tunabebana naye kuhakikisha anapata ushindi hata wa baadaye. Leo ni Saturday ya kwanza, wengine wanasema ni siku ya kwanza lakini kesho ni Jumapili ambayo ni ya tarehe ishirini. Tukikumbuka kwamba leo tunatu, kesho tunakuwa na tukio muhimu tukikumbuka kufufuka kwa Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Na serikali ama chama, akina dini, unawaambia nini wafuasi wa Kristo kuelekea sikukuu ya Pasaka? Ah, kwanza niwapongeze kwa siku hizi arobaini za kufunga lakini pia niwaambie kesho ni siku moja tu ya sikukuu tukikumbuka jana Ijumaa, ilikuwa ni Ijumaa kuu, Yesu akafa, na leo hii Jumamosi wanateolojia wanasema ndiyo siku ambayo Yesu alipokwenda kule kuzimuni alikwenda kuwahubiria wale watu waliokufa kabla ya kuja kwake Yesu, na kesho anafufuka, tutegemee kufuka pamoja naye. Lakini tusisherekee sikukuu za Pasaka kwa wema tu tukijua, tusije tukaharibu siku arobaini tulizokuwa tukiteseka pamoja naye na mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi niwatakie sikukuu njema ya ufufuko wa Bwana Yesu kwamba tufufuke pamoja naye katika kula hiyo sikukuu ya Pasaka. Nikushukuru sana Bwana Peredezios Karuhanga Emmanuel Muhoza kuwa na Aletius Studio Crest TV. Aletius Studio Crest TV iko vizuri kuhakikisha kwamba inatoa huduma na habari kwa wananchi. Tutakapokuhitaji wakati mwingine, tunaomba tuombe ushirikiano wako. Asante sana mtazamaji wa Aletius Studio Crest TV. Huyu alikuwa ni msemaji wa chama cha mapinduzi eh, kata ya Nkwenda. Kikubwa alichokisema, amesema chama cha mapinduzi ni chama chenye misingi, kanuni na taratibu, kikifata katiba ya sheria na demokrasia. Wao wamejipanga vizuri na wanaelekea vizuri. Kikubwa wamewatakia Wakristo wote kuwa na Pasaka njema. Mimi ni Eladius Emmanuel Mhoza, ukipenda unaweza kuniita Mhoza Eladius Mhoza. Tukutane wakati mwingine, ambapo leo nikukumbushe kwamba usisahau kukomenti, kushare na kusubscribe, pia uweke like yako ya msingi, itakuwa ni bora sana kwetu.